Sasa e, ndugu zangu wane wane e, and Gentlemen, Gentlemen nawahalika kwenye kipindi chetu pendwa. Sasa leo tutaangalia e, maneno ya mafumbo ya maraisi wa Jamhuri ya Tanzania kuhusu Kenya. hey, maraisi wa Tanzania wala wameonekana kuizungumzia Kenya kwa njia ya mafumbo. Sasa sitaki kukuchosha na wewe usinichoshe sana mimi, yaani kifupi, tusichoshane Sitaki kukupotezea muda na wewe usinipotezee sana mimi muda, yaani kiufupi, tusipotezeane muda, twende moja kwa moja live tukamuone rais wa awamu ya sita akiongea kwa mafumbo kuhusu Kenya hey. kuna chuma hicho, Ruto alikuwa anakuja na lori zake kuchukua asali ya Tanzania alafu anakwenda kuiprocess anasema asali ya Kenya lakini sio vibaya, wote East Afrika, si ndio? Twendeni hivyo hivyo, nipeni majina yote, twendeni hivyo hivyo. Mimi nitaomba niingie huko, nikiingia mawaziri wanaojibu ndivyo sivyo wao, tutajuana, watanijua mie nani. Sasa mawaziri wanaojibu ovyo huko ndani, ni mimi na wao, watanijua mie nani. Nasubiri tu baraza liitwe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 Inapotokea vipindi kama hivi vya uchaguzi watu wanatafuta kura eh, na kwa sababu mjinga akishaambiwa inakwisha, si? Kwa sababu ujinga ni kutojua, maana hujui ilifanyika nini. Sasa ukielezwa ujinga wako unakwisha, now you know. Ujinga ni ignorance, hmm? Upumbavu ni foolishness, ni, ni foolishness. <laughs> na na foolishness ni kipaji kama ufupi na urefu hicho. <laughs> Watu wa Kenya walikuwa wanajuana kwa makabila yao, huyu Mkikuyu, huyu Mjaluo, huyu Mluhya, na wanatajana kwa makabila yao. Watu wa Tanzania walikuwa kabisa kabisa, hatujui makabila yao sasa nikwenye namba nne, au raisi wa nne. Mumtangulize Mungu katika mam mambo yenu kwa sababu Mungu ndiyo kila kitu, na nina uhakika mkimtanguliza Mungu mkasimama katikati kwa kumwabudu yeye, mtafanikiwa. Ninaamini hilo, kwa sababu nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Rais hapa ana, nikamuuliza Kenya, mna makabila mangapi? Akasema ni arobaini na mbili, lingine limeongezeka la arobaini na tatu la Wamakonde <laughs> na mimi nikamwambia kwamba Wamakonde wako Tanzania, wako Msumbiji, sasa pia kumbe hapa Kenya pia kuna Wamakonde, kwa hiyo tunazidi kuwa karibu. Lakini mimi nikamweleza kwamba sisi tuna makabila mia moja ishirini na moja. lakini tumekusanywa katika kabila moja la Waswahili na Watanzania. Nina uhakika kwa makabila hayo machache arobaini na tatu, mkishikamana. Na mimi ni lazima niseme, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mambo mengine yote Kenya ni excellent. tatizo ni ukabila. Najua maneno haya yatawachoma kidogo, lakini lazima niwaambie hapa hapa, muumalize ukabila. Ukiisha ukabila, Kenya is the best country. Nina uhakika chini ya uongozi wako na chini ya viongozi ayaaa, twende tukaangalie dongo linalofuatia. Hey, kula chuma hicho na ndio maana nchi yetu ikaendelea kuwa stable na amani namna hii. Siku hizi nasafiri sana, nafikiri sasa nitapunguza kidogo, nasafiri sana nje, lakini katika bara la Afrika, wengi wanauliza kuna nini huko Tanzania, na marais watatu wastaafu na yupo ambayo yupo in office, hatusikii magomvi, hatusikii shida zozote tunasikia amani tu. Nyinyi ni watu wa namna gani? Mimi huwaambia hivyo hivyo kama anavyosema rais Magufuli kwamba tuna dini kadhaa katika nchi yetu, lakini wote ni wacha Mungu na tunatafsiri upendo wake Mungu wa kutuleta katika dunia hii kwa kupendana na kushirikiana kama kielelezo cha shukrani zetu kwa Mungu. Ndio maana tunakaa hapa Aya jaa tukaagaria dongo namba na mbili hey, kula chuma hicho. Kujia uchaguzi huu, kazi ya kuimarisha lazima iendelee, lakini kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yamekuwa bora zaidi kuliko uchaguzi uliopita. Moja, kwanza level ya transparency yani uwazi. Uwazi ni mkubwa sana, kwanza kwenye vituo wawakilishi wa vyama mawakala wa vyama, kila mmoja ameruhusiwa kwenda na smartphone. Sina hakika nchi zote zinafanya hivyo <laughs> lakini sio tu hivyo wakishajaza ile fomu ya matokeo ile fomu 34A na ikishatiwa saini, pamoja na kupewa ile fomu anaruhusiwa kuipiga picha na kuituma kwenye chama chake, na waandishi wa habari walioko pale wanaruhusiwa kupiga picha na kuzipeleka kwenye media center zao. Lakini yale matokeo yanapotoka moja kwa moja kwenye kituo yanakwenda kwenye, kse, kwenye hapo kwenye IBC headquarters na pale yanakwenda kwenye poto ambayo pia na mtu akitaka kwenda kuangalia pale anaangalia na kuchukua rekodi ndio sasa ndio maana KTN anasema hivi huyu anasema hivi anasema hivi sababu ni kwa sababu kila mtu amekwenda wakati gani kuchukua habari gani eh basi lakini wote wanazipata habari kutoka pale ni uwazi ambao sina hakika nchi ngapi afrika zinafanya pia hilo, hilo, hilo la kwanza lakini matumizi ya teknolojia yaye matumizi ya teknolojia kwenye mm -hmm. kutambua ile ambayo ni biometric, lakini pia hata yale matokeo yale, kwa maana kwamba unayapiga picha pale, unaweza kuyatuma matokeo huko, wakati hata baadaye, ndio no. maanakinachocheewesha sasa kwamba yale matokeo walishayatuma sasa, lakini sheria inasema aidi